Nam mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, karibu kwenye hadithi ya msikiti wa majini, na hii ni sehemu ya sita. Usiku ulikuwa mzito sana, hewa ilijaa harufu ya unyevunyevu na mwezi ulionekana kufunikwa na mawingu meusi. Mzee Abduli alitembea taratibu kuelekea msikiti wa majini, huku akishikilia chupa ya maji ya dua kwa mkono mmoja na iizi aliyokabidhiwa na Sheikh Jafali kwa mkono mwingine. Aliposimama mbele ya msikiti, mlango wake wa mbao ulionekana kuwa mkubwa kuliko kawaida, pana kwamba ulipanuka ili kummeza. Alivuta pumzi, akajisemea moyoni, "Amina, nakuja kukuokoa." Kwa ujasiri alisukuma mlango. Ghafla upepo mkali ulivuma ukizima taa zote, giza nene lilimzunguka. Akiwa ndani ya msikiti, sakafu lilikuwa na baridi ya ajabu, na sauti za nyayo zilianza kusikika zikizunguka pembezoni mwake. Kisha sauti nzito ilimwita "Abdu!" alihisi damu yake ikipungua mwilini uko, moyoni mwake aliwaza kukumbuka onyo la Sheikh Jafari. Moyoni mwake alikumbuka kwamba usijibu chochote, lakini sauti ile iliendelea. Kisha akasikia sauti ikimuuliza unamtafuta ndugu wako? <laughs> ha, ha, ha, ha. Awezi kurudi tena. Ghafla taa za msikitini ziliwaka kwa mwanga wa kijani, ukiwa ni hafifu sana, na mbele yake alimwona Amina amesimama, lakini hakuwa Amina yule aliyemfahamu. Ngozi yake ilionekana kupauka, macho yake akiwa meusi kabisa. Alitabasamu kwa namna isiyokuwa ya kibinadamu na kusema kwa sauti mbili zilizoungana, babu, umechelewa sana. Mzee Abduli alihisi mwili wake ukitetemeka, lakini hakuruhusu hofu immeze. Alinyanyua chupa ya maji ya dua na kuanza kunyunyuzia sakafu mara moja. Msikiti mzima ulianza kutetemeka, majini walitoa vilio vya asila, na kuta za msikitini zilianza kubadilika rangi kuwa nyeusi na nyekundu. Amina alitoa kilio cha ajabu na kuanza kusogea nyuma, lakini kimvuli kikubwa kilichokuwa nyuma yake kilinyanyua mkono wake na kusema kwa sauti nzito, utaweza kumchukua isipokuwa ulipe kwa damu yako. Mzee Abduli alijua sasa hakukuwa na kurudi nyuma, alishikilia ilizi yake kwa nguvu na kuanza kusoma dua kwa sauti. Ghafla mlango wa msikiti ulifunguka kwa kishindo kikubwa na kimvuli kilianza kushambulia. Je, Abduli ataweza kumwokoa Amina au atapoteza roho yake? Hadisi hii imeandaliwa na mimi Robert Kaswiza na kusomwa nami. Ili kupata hadisi ya sehemu ya saba, usisahau kusubscribe.